Bilionea aliwatazama nyani wakichukua chakula pekee cha mwombaji pale msitu wa Kakamega, macho yake yakionyesha mshangao usioelezeka. Jina lake lilikuwa Moses Barasa, tajiri mkubwa anayejulikana nchini Kenya kwa kuwekeza kwenye real estate, insurance na huduma za afya, lakini leo moyo wake ulikuwa na huzuni ya ajabu alikuwa amekuja msituni kutafuta utulivu baada ya mgogoro wa kifamilia uliomtenganisha na mwanawe pekee Ian, ambaye alikuwa hajamwona kwa miaka miwili. Mbele yake aliketi mama mmoja mzee, mama Achieng, akilia kimya. Hawa nyani ndio wamenibana leo, alisema kwa sauti ndobo, chakula changu cha mwisho. Sasa sitajua mtoto wangu mgonjwa atapata nini? Moses alijaribu kutabasamu lakini moyoni aliumia. Alitoa pesa mfukoni, akasema, tafadhalini chukua hii. mtoto ako hospitali wapi? Mama Achieng akamwangalia kana kwamba haamini. Kakamega Referral Hospital. Moses akatetemeka ghafla. Hiyo ndiyo hospitali ambayo mwanaye Ian alitibiwa miaka miwili iliyopita kabla ya kutoweka Nairobi. Kilichomuumza zaidi ni kwamba Mama Achieng alitaja daktari yule yule aliyekuwa anamhudumia mwanawe. Kauli moja ikaingia kichwani mwake: je, hii ni ishara mpya? Moyoni Moses akaapa kumtafuta mtoto wake, lakini hakujua safari hii ingefungua siri kubwa iliyositirika miaka mingi. Baada ya kumsaidia mama Achieng, Moses alirudi Nairobi ndani ya gari lake lenye ulinzi mkubwa. Kila dakika alikumbuka sura ya mwanamke huyo na kila sekunde moyo wake ulijawa na hisia za kujuta. Hakuwawahi kusikia uchungu kama huu, hata alipojua biashara zake za uwekezaji kwenye insurance na healthcare zilikuwa hatarini kuporomoka miaka iliyopita. Alipofika Karen, kufika nyumbani, aliikuta nyumba ikiwa kimya. Alitembea katika korido ndefu hadi ofisi yake ya binafsi, akafungua dro ya siri na kuchukua barua moja, barua ambayo Ian aliiacha siku aliyotoweka iliandikwa: Baba, ninakupenda, lakini kila kitu hapa kinasukumwa na pesa, si moyo. Naogopa siku moja utanisahau kama watu wengi wote unaowapita. Moses akaketi chini taratibu, macho yakiwa na machozi mazito. Ian mwanangu, sijawahi kukusahau, alinongona. Wakati huo simu yake ikaita, hakutaka kupokea, lakini jina la mwito lilimshtua: Dr. Opondo. bwana Moses, kuna jambo muhimu sana kuhusu familia yako, tafadhalini njoni hospitali kesho asubuhi. Moyo wa Moses ukadunda kwa nguvu. kuhusu nani? daktari akasema taratibu, ni kuhusu Ian. Usiku ule haukuwa wa kawaida. Moses alijaribu kulala, lakini mawazo yakawa mengi. Wakati mwingine aliingia kwenye tovuti zake za uwekezaji kwenye insurance na kusoma ripoti za bilioni anayopata kwa siku, lakini hakuna kilichompa amani. Kila kitu kilionekana kupoteza maana bila mwanawe. Asubuhi ilipokucha, alifanya safari ya Nairobi hadi Kakamega, safari ambayo ilionekana ndefu kuliko kawaida huku barabara zikikatiza mashamba na vijiji, aliona watoto wakicheza. Akakumbuka Ian alipokuwa mdogo, mwenye tabasamu la kupendeza, mcheshi aliyeota kuwa daktari. Alipofika hospitali, Dr. Opondo alimpokea, akamwongoza hadi ofisi ndogo iliyojaa mafaili. Bwana Moses, kuna kijana tumekuwa tukimtibu kimya kimya kwa miezi kadhaa, lakini hataki kutaja jina lake kamili. Amesema tu hana familia. Moses akahema. Ian, daktari akamtazama kwa mshangao kwa hila, anafanana sana lakini, akanyamaza. Walitembea wakielekea wodi maalum ya wagonjwa. Moses alihisi miguu yake ikitetemeka. Walipofika mlangoni, daktari akasema, "Tafadhalini uwe tayari. Kuna mambo mengi hautayapenda." Moses akafungua mlango pole pole, moyo wake ukipiga kama nduma ndani kulikuwa na kijana aliyefunika uso na blanketi. "Mwanangu," Moses alinong'ona kwa sauti ndogo, lakini kijana huyo hakujibu. Daktari akasema, "Tutawaacha." Akaondoka pamoja na muuguzi. Moses akasogea, akaketi karibu na kitanda. "Ian, baba yuko hapa." Kijana akageuka taratibu, lakini uso ulioonekana ulikuwa mwembamba umechoka na macho yake hayakumfahamu. Usiniguse, kijana akasema kwa sauti dhaifu. Moses akatetemeka. Ian, ni mimi. Kijana akasema sijui wewe ni nani. Moyo wa Moses ukavunjika. Kijana akageuka tena, akawa kimya kabisa. Moses alijaribu kuongea, nitahakikisha unapata huduma bora zaidi, healthcare ya kiwango cha juu utauguzwa vizuri kijana akatabasamu kwa uchungu hata pesa zako hazitaniletea kumbukumbu sauti ilimchoma kama kisu moyoni sekunde zikaendelea kupita kama masaa hadi wakati mmoja kijana akasema taratibu sana kuna kitu nataka kukwambia lakini si leo Moses alijua safari hii haitakuwa rahisi hakujua kama kijana huyu ni Ian au mtu mwingine lakini kitu moyoni mwake kilimwambia asikate tamaa. Nje ya wodi mama Achieng alionekana akitazama dirishani kama vile anajua zaidi alivyosema. Siku iliyofuata Moses aliamua kurudi hospitalini mapema kabla hata wauguzi hawajafungua daftari lao la kazi. Wakati alipofika wodi alikuwa tayari amefanya maombi moyoni kama alivyofundishwa na marehemu mkewe mama Lilian. Mungu, kama huyu ni mwanangu, niongoze kama sio nielekeze, alisema kimoyomoyo. Kijana yule alikuwa amekaa kitandani akitazama dirishani. Moses akakaa pembeni akasema kwa upole, leo nimeleta daktari maalum kutoka Nairobi, specialist wa health insurance anayejua matibabu ya kumbukumbu. Kijana akaguna, unafikiri pesa zako zinaweza kurekebisha maisha ya mtu? Pesa hazitibu upweke. Maneno hayo yalimuuma kama sindano. Moses akasema tu taratibu, nimepoteza mengi lakini sitaki nikupoteze pia. Kijana aligeuka polepole, macho yake yakiwa na maji. Nani alisema mimi ni wako? Moses akahamaki, kuna kitu unajua, sivyo? Kijana akasema, ninajua kuwa kila mtu aliyewahi kuniambia na nipenda mwisho alinigeuza kama biashara, sitaki tena biashara za maisha yangu. Moses akajikaza asilie mbele yake, sikufuatilii kama biashara, ninakufuata kama baba anayejuta. Kimya kikatawala wodi, na huo ukawa mwanzo wa mazungumzo marefu zaidi. Baada ya saa moja ya ukimya, Moses alitamani kujua zaidi kuhusu kijana huyu. Alimuuliza, jina nako halisi ni nani? Kijana akasema polepole, wananiita jamal. Moses akashtuka, jamal? Hilo ni jina la katikati la Ian. Kijana akamwangalia kwa mshangao haukujificha. Umesemaje? Moses akajibu, Ian alipewa jina la kati Jamal kwa heshima ya rafiki yangu wa Sudani aliyetuokoa wakati wa safari ya biashara. Alichokiona usoni mwa kijana kilikuwa zaidi ya mshtuko, kilikuwa ni hofu iliyochanganyika na hasira. Sitaki kusikia hadithi zako za mafanikio tena, alisema. Wakati huo huo mlango ukagongwa. Aliyetokea alikuwa Mama Aching, mikononi alikuwa amebeba supu, akaweka mezani bila kusema neno. Alipoanza kuondoka, Moses akamwambia, mama Nashukuru sana lakini ninataka kukuuliza, unamjua huyu kijana zaidi ya ulivyosema? Mama Cheng akawa kimya kwa sekunde nyingi, kisha akasema, mambo ya wanadamu huwa na siri nyingi, lakini ukweli ukifika mahali pake hutokea bila kulazimishwa. Akaondoka taratibu akimwacha Moses akiwa na swali moja, huyu mama anamfahamu Ian? Muuguzi mmoja kijana Grace alimuita Moses nje ya wodi baada ya mama Cheng kuondoka kuna kitu nataka kukwambia kwa farara, alisema kwa sauti ya chini. Walikaa katika benchi lililo karibu na bustani ya hospitali. Grace akasema, Jamal amekuwa akipata wafadhili wa siri ambao wanalipa masuala yote ya healthcare insurance yake, lakini jina la mfadhili limefichwa. Sijui kilichoko nyuma ya hilo, lakini mtu huyo anaonekana kumlinda sana. Moses akajawa na maswali. Je, huyu mfadhili huwa anatuma ujumbe? Grace akatikisa kichwa. Hakuna ujumbe hakuna hakuna simu hakuna jina kila kitu hupitia akaunti ya siri ya insurance moses akafikiri nina uwezo wa kuangalia taarifa za insurance nitatumia njia ya kisheria grace akasema lakini kumbuka kijana huyo hamnimi mtu kirahisi akijihisi anadanganywa hujifungia na hata kukataa tiba moses akasema sitamuumiza nataka kumjua tu grace akainama kuna kitu kingine Jamal amekuwa akipata wafadhili wa siri ambao wanalipa masuala yote ya health care insurance yake, lakini jina la mfadhili limefichwa. Sijui kilichoko nyuma ya hilo, lakini mtu huyo anaonekana kumlinda sana. Moses akajawa na maswali. Je, huyu mfadhili huwa anatuma ujumbe? Grace akatikisa kichwa. Hakuna ujumbe, hakuna simu, hakuna jina, kila kitu hupitia akaunti ya siri ya insurance. Moses akafikiri Nina uwezo wa kuangalia taarifa za insurance, nitatumia njia ya kisheria. Grace akasema, lakini kumbuka kijana huyo hamnimi mtu kirahisi. Akijihisi anadanganywa, hujifungia na hata kukataa tiba. Moses akasema, sitamuumiza, nataka kumjua tu. Grace akainama, kuna kitu kingine. Jamal alikuwa akirimbia mtu fulani ambaye alimtumia kama kitaga uchumi. Hiyo ndiyo sababu anaogopa matajiri. Moses akasikia moyo ukiuma maneno hayo yalikuwa kumhusu moja kwa moja baada ya mazungumzo hayo moses alirudi kwenye hoteli aliyoamua kulala kakamega usiku huo hakulala aliingia mtandaoni kufanya uchunguzi kwa kutumia akaunti yake ya kampuni aliweza kufuatilia malipo ya insurance aliyokuwa na fadhili matibabu ya jamal lakini alichokiona kilimshangaza zaidi malipo yote yalikuwa yanatoka kampuni yake yenyewe ya insurance alishika kichwa hii na maana gani aliendelea kuchunguza na kagundua kwa mfanyakazi mmoja wa zamani, Patrick ndiye aliyekuwa akiidhinisha malipo hayo miezi yote. Patrick alikuwa mtu aliyoficha siri nyingi za familia kwa miaka mingi, lakini miaka miwili iliyopita aliondoka ghafla bila maelezo. Moses akasema kimoyomoyo, Patrick alikuwa mtu wa karibu sana na Ian. Je, Patrick ndiye alimficha? Kabla hajaendelea kufikiri, simu yake ikaita, namba haikufahamika Alipoipokea, sauti ya mwanamke ikasema kwa haraka, usichokone mambo ya mtu bila kujua hatari yake, achana na hucho kijana. Simu ikakatika. Kwa mara ya kwanza katika miaka mingi, bilionea Moses Barasa alihisi hofu halisi, na huwatapa pesa hazingemuokoa rahisi vile. Asubuhi iliyofuata, Moses aliamua kwenda moja kwa moja nyumbani kwa mama Cheng. Alitaka kujua nafasi ya mwanamke huyu katika maisha ya Jamal. Nyumba yake ilikuwa kijiji cha Shisejeri, pembezoni mwa msitu. Alipofika, mama alikuwa akiosha vyombo nje. Mama Cheng, samahani, nimekuja tena. Mama alitabasamu kwa upole. Karibu mwanangu, kila jirani hapa anajua safari yako haijaisha. Moses akakaa kwenye kigoda. Mama, nataka kujua ukweli kuhusu Jamal, unamfahamu kwa muda mrefu. Mama Cheng akavuta pumzi ndefu. mara ya kwanza kumuona kijana huyo alikuwa ameanguka kwenye barabara ya Sigalagala. Hakutaka kuniambia jina lake, alikuwa analia, lakini hakutaka msaada wa polisi. Moses akamwangalia kwa makini, na ulijuaje kupeleka hospitali? Mama alisema sio mimi, ni mtu alinitumia pesa kwa Mpesa na kusema nimfikishe hospitali. Mtu huyo ndiye alikuwa akinisaidia kumtunza hadi sasa. Moses akamuuliza, ni nani huyo? mama Chenga akasema taratibu, alinitumia jina moja tu, Patrick. Hilo jina lilipiga moyo wa Moses kama radi. Moses hakukaa, alienda moja kwa moja Nairobi, akafika ofisini kwake mara moja. Akaanza kumtafuta Patrick kwa taarifa zozote. Hakukuwa na namba ya simu, lakini alikuwa na faili dogo lililosahaulika lililoandikwa kwa mkono "confidential" Ian. Alilipofungua aliona nyaraka za matibabu ya zamani risiti za kulipia dawa na picha za ian akiwa mdogo, lakini mwisho wa faili kulikuwa na barua isiyofunguliwa. Aliifungua kwa mkono unaotetemeka Bwana Moses, kama utaona barua hii ujue jambo moja, sikuweza kumlinda ian kutokana na maisha yako ya biashara. Alikuwa akiumia kimya kimya huku weo ukikimbiza uwekezaji nilifanya niloweza lakini maumivu yake ilikuwa makubwa kuliko siri zako zote. Tafadhali usimlazimishe kurudi kama hajapona. Moses alisi machozi akimjaa Patrick, kwa nini hukuniambia? akatazama picha ya iye na akiwa na Patrick kwenye sherehe ya shule. Tabasamu lake lilikuwa safi, tofauti na kijana aliyemwona hospitalini. nilikuwa baba gani? Moses akauliza mwenyewe, huku akiinuka, huku akihisi dunia inamzunguka. Usiku ule, Moses aliondoka ofisini na kwenda moja kwa moja Langata, alipokuwa akiishi Patrick zamani. Aligonga mlango wa nyumba ndogo, jirani akatokea. Mnaweza kumwona Patrick? Jirani akasema, Patrick alihamia Kisumu miaka miwili iliyopita, tulikuwa tunasikia ameenda kufanya kazi ya kujitolea kwenye kituo cha watoto yatima. Moses akusubiri zaidi, aliingia kwenye gari akaanza safari ya usiku kuelekea Kisumu. Safari hiyo ilimrudisha kumbukumbu kumbu nyingi, ikiwemo mama wa Ian alipokuwa mgonjwa na Patrick ndiye aliyekuwa akisafiri naye hospitali, wakati Moses alikuwa safarini Dubai na China. Alipofika Kisumu asubuhi, alienda moja kwa moja New Hope Children Center, mahali alipoambiwa Patrick anafanya kazi ya kujitolea. Watoto walikuwa wakicheza, wakicheka, wakishika mikono ya Patrick. Alikuwa akiyafundisha mpira. Patrick alipomuna Moses macho yake yalionyesha hofu na furaha kwa wakati mmoja. Moses, sikutegemea kukuona hapa. Moses akajibu, wala sikutegemea kukutana na ukweli na ufikiria sasa hivi. Waliongea pembeni ya uwanja, upepo wa ziwa Victoria ukivuma karatibu. Moses akasema, Patrick, kwa nini uliondoka ghafla bila kuniambia? Kwa nini hukuniambia kuhusu Ian? Patrick akavuta pumzi ndefu. Moses, niliamua kumficha kwa sababu Ian alikuwa amevunjika moyo vibaya, sio tu kwa sababu yako, bali kwa sababu ya mfumo wa maisha uliomjengea. Alikuwa akihisi thamani yake ilipimwa kwa kiwango cha uwekezaji na biashara tu. Moses akasema kwa maumivu, nilitaka maisha yake yawe bora. Patrick akasema, ndiyo, lakini ulimpa pesa ukasahau kumpa moyo. Alihangaika sana Siku ile alipotoweka alisema hata rudi mpaka ajijue tena. Moses akabaki kimya. Patrik akaendelea, iye analipotea mshtuko mkubwa baada ya ajali ya barabarani. Hapo ndipo kumbukumbu zikaanza kuharibika, alihitaji utulivu, sio pesa. Moses akashusha macho, nimempoteza kabisa. Patrik akasema polepole, La, lakini huwezi kumrejesha kama unavyotaka, lazima umrejeshe kama yeye anavyotaka maneno hayo yalimchoma sana. Hakujua kama ana nguvu ya kufanya hivyo, lakini alijua lazima ajaribu. Moses alirudi Nairobi akiwa na akili nzima, imejaa mipango na hisia changamano. Alijua lazima aende hospitali, lakini mara hii siyo kama tajiri mwenye pesa, bali kama baba anayehitaji kurudisha upendo uliopotea. Alipofika Grace, muuguzi kijana alimkuta akisubiri. Bwana Moses, Jamala amebadilika, anahitaji mtu asiyejaribu kumlazimisha mtu, atakaye muelewa. Moses akapiga mkono kando ya uso wake. Nitajaribu, lakini ni jinsi gani nitampa uhakika wa usalama na upendo bila kumchukua nguvu yake? Grace akatabasamu kidogo. Kweli, jambo la kwanza ni kuwa pamoja naye bila masharti. Zingatia moyo, siyo pesa. Moses aliondoka wodi na akili yake ikijaa mipango. Alijua lazima awe na subra, kwani safari hii itakuwa ya polepole pole, ya kushughulikia maumivu ya ndani. Jamal alipokuwa amekaa kitandani, aliona Moses akipita mlango, macho yake yakiwa na mchanganyiko wa hofu na matumaini. Alikuwa haamini macho yake. Unaweza kuwa wewe baba yangu? Moses akakaa kando yake mkono wake ukiushika taratibu. Ndiyo mwanangu, nimekuja kuanza tena bila masharti. Hii ilikuwa mwanzo wa mpito mpya, bila pesa, bila business deals, bali ni upendo safi wa baba na mwana. Moses alianza kutembelea Jamal kila siku akimfundisha taratibu za maisha za kawaida kama vile kikundi cha afya insurance basics, na hata mbinu za biashara kidogo kidogo, bila shinikizo. Jamal alianza kuonyesha ishara za kuamini tena. Alianza kucheka na Moses mara kwa mara na hata kuanza kumwambia ndoto zake za baadaye, kuwa daktari, kusaidia watoto yatima kama Patrick alivyomfundisha. Siku moja waliketi kando ya dirisha la wodi wakitazama jua linapochomoza. Moses alisema, ninaambiwa kila mtu anahitaji fedha, lakini kweli kila mtu anahitaji upendo. Mimi sikujua hii hapo awali. Jamal akatabasamu kidogo, ndiyo baba, mimi pia sikujua kama bado unaweza kuwa hapa. Hapo Moses alijua hatua za kwanza zimeanza. Alijua safari ya kurudisha uaminifu haikuwa rahisi, lakini kuonekana kwa baba yake kwake ilikuwa ni mwanzo wa matumaini. Wiki kadhaa baadaye, Moses aliamua kumpeleka Jamal kwenye msitu wa Kakamega, pale ambapo walipokutana kwanza na mama Acheng. Alitaka Jamal aone mzizi wa safari yake, mahali ambapo maisha yake yalibadilika. Wakiwa huko Jamala alikumbuka kila tukio, supu ya mama Cheng, nyani waliokuwa wakichukua chakula na macho ya Moses yakiwa yamemchunguza kwa huzuni. Baba, ni kweli nilipitia haya yote? aliuliza kwa mshangao. Moses akatabasamu kwa upole. Ndiyo mwanangu, lakini sasa uko salama. Hakuna anayekulazimisha, hakuna anayekuthamini kwa pesa pekee. Mimi niko hapa kwa upendo. Jamal akachukua mkono wa Moses, akatabasamu. Kweli naona sasa ninaweza kuanza tena. Mzizi wa mapenzi ya familia ulianza kukua. Moses alijua safari ilikuwa ndefu, lakini hatua ya kwanza ya amani ilikuwa imeanza. Mara ya kwanza baada ya muda mrefu, Moses na Jamal waliketi kando ya ziwa la Kakamega wakifurahia jua la machwezo. Wote walikuwa kimya, lakini kimya hicho kilikuwa kizito na furaha. Jamala alisema baba, najua sasa si rahisi kuamini watu, lakini najua unaweza kuwa hapa. Moses akamkumbatia, mwanangu, maisha yangu yote nimekukosa, lakini sasa tuna nafasi ya kuanza tena bila masharti. Jamala akatabasamu, macho yake yakijaa furaha. nitakuwa bora kuliko nilivyokuwa baba, nitasaidia wengine kama Patrick alivyoniunga mkono. Moses alijua amefanya uamuzi sahihi, si pesa wala tajiri aliyekuwa, bali baba aliyepata nafasi ya pili. Wakiwa kando ya ziwa walitazama jua likishuka taratibu, wakijua kuwa maisha mapya yametangazwa. Furaha ya kweli haikuwa pesa, bali upendo, msamaha na familia. Na kwa mara ya kwanza Moses Barasa alihisia amani ya kweli moyoni mwake. Baada ya kuwa na upendo na Jamal, Moses aliamua kurudi kwa biashara zake, lakini kwa mtazamo mpya. Alijua sasa kuwa pesa hazikuwa kila kitu. Upendo wa familia na afya walikuwa muhimu zaidi. Alianza kuanzisha mradi wa Health Care for Children akishirikiana na Patrick na Grace kuhakikisha watoto yatima wanapata huduma bora. Jamal alikuwa sehemu ya timu ndogo ya mradi huo akijifunza jinsi ya kusaidia wengine. Siku moja, walikwenda kwenye shule ya msingi mjini Kisumu ambapo walikutana na mtoto mdogo aliyekuwa amejeruhiwa vibaya na ajali ya barabara. Jamal akakimbia, akamshika mkono mtoto akisema, "Usijali, tutakusaidia." Moses alitazama, moyo wake ukija furaha. Aliona maisha ya mwanawe yanabadilika na hii ilikuwa zaidi ya pesa yoyote aliyowahi kuipata. Patrick alitabasamu, "Moses, unaona huu upendo ni mzuri kuliko mali yoyote." Moses akasema, "Ndiyo, lakini bado safari yetu haijamalizika. Lazima Jamal ajifunze kuamini na kuzungumza kwa heshima." Jamal akatabasamu taratibu, akijua kuwa sasa anaweza kuanza kuwa Jamal halisi, siyo Ian aliyekuwa amezama kwenye huzuni. Wiki kadhaa baadaye Moses aliamua kumpeleka Jamal kwenye sherehe ya biashara, sehemu ambapo mashirika mengi ya insurance, healthcare na real estate walikusanyika. Hii ilikuwa nafasi ya kwanza kwa Jamal kuona nguvu ya dunia ya watu wazima bila kumkosesha usiku wa usingizi. Wakiwa pale, Moses alizungumza na wateja wake, akiwashirikisha hadithi ya maisha yake na Jamal. Wote walikusikiliza kwa mshangao na hisia. Jamal alihisi hofu kidogo lakini pia fahari akiona dunia ni tofauti na ile ya huzuni aliyokuwa nayo. Mara Moses alitabasamu na kusema, "Naona maisha ya kweli ni pale unaposaidia wengine na furaha haipimwi kwa pesa." Jamal alikumbatia msemo huo na akasema, "Baba, mimi pia nataka kusaidia watu kama wewe unavyosaidia." Hapo Moses alijua mwanawe anaelewa kweli maana ya maisha. Hisia za furaha na upendo ziliwazunguka wote pale. Siku moja Moses alipokea barua kutoka Mama Achieng. Ilikuwa picha ya Jamal akiwa ameshika mkono mtoto mdogo wa kaka yake wa jirani akicheka. Barua ilisema, hii ndiyo furaha ya kweli. Jamal anapenda kusaidia na wewe Moses, umeanza safari ya upendo wa kweli. Moses alisoma kwa machozi, kwa mara ya kwanza ninaona matokeo ya moyo wa kweli. Jamal alipomwona Moses akisoma barua alitabasamu. Baba, hii ndiyo maisha tunayoyataka, furaha si mali, ni upendo na msaada kwa wengine. Moses alijua kuwa hatua zote za awali, hospitali, Patrick, Mama Chieng zimepanga vizuri ili kuunda maisha mapya kwa mwanawe. Patrick alijaa pale akiwakabidhi watoto wenzake chakula na elimu. Mara nyingi tunaona dunia kama biashara lakini maisha ya kweli ni moyo, Patrick alisema. Jamal akakumbatia Moses akisema, Nina furaha baba. Sasa najua ni nani na ni nani baba yangu kweli. Moses aliamua kuanzisha mradi wa wakulima wa vijijini akishirikiana na Jamal na Patrick. Wote walihitaji kujenga jamii yenye insurance, healthcare na elimu bora kwa watoto na wazee. Jamal alikuwa kiongozi mdogo wa mradi huo akifundisha watoto kuhusu afya na umuhimu wa kujali wengine. Mara kwa mara, Moses alikumbuka macho ya mwanawe hospitalini na alijua safari hiyo ilimfundisha Jamal kuwa mtu hodari na mwenye huruma. Siku moja walitembea kwenye shamba la mahindi. Jamal alikumbuka nyani waliokuwa wakichukua chakula cha mama Achieng. Baba, sasa nitaona kila kitu tofauti, alisema. Moses alitabasamu na kusema Ndiyo mwanangu, kila anachokifanya sasa ni kwa upendo, si kwa faida. Waliendelea kutembea, furaha ikiwa inaangaza usoni mwao. Mwezi mmoja baadaye, Moses aliendesha mkutano wa biashara. Wateja walikuwa wanashangaa kuona Jamal akizungumza kwa ujasiri na kuelezea mradi wa jamii. Jamal alizungumza kwa moyo wake wote. Hii siyo tu biashara, hii ni familia. Tunasaidia watoto, wazee na wale walio na matatizo hapa. Tunajenga maisha si mali. Watu walipiga makofi wakiwa na hisia za mshangao na furaha. Moses alijua mwanawe amefikia hatua ya kuwa kiongozi wa kweli, lakini bado na moyo wa huruma. Patrick aliondoka kwa Moses na kusema baba, ulioyafanya yote sasa yamezaa matunda. Jamal sasa ni kiongozi na moyo wake uko safi. Moses alicheka kidogo, moyo ukija furaha. Huu ni mwanangu. Huu ndio mwanangu halisi. Siku moja, walipokuwa kwenye sherehe ya watoto yatima, Jamal aligundua mtoto mdogo aliyepoteza wazazi wake akilia. Alikimbia akamshika mkono na kumtuliza. Moses akatabasamu, akijua Jamal alijifunza upendo wa kweli, kusaidia bila matarajio ya pesa. Baba, sasa naona maana ya kila kitu tulichopitia. Maisha siyo biashara, ni upendo. Patrick alikumbuka maneno aliyoyasema mapema. Maisha ya kweli ni moyo. Hapa Jamal alikuwa akiyafundisha haya maneno kwa vitendo. Moses alijua safari ya miaka miwili ya huzuni na siri imefanya maisha yao kuwa bora kuliko awali. Moses aliamua kumleta Jamal tena Kakamega, pale nyani walipokuwa wakichukua chakula cha Mama Achieng. Jamal alikumbuka tukio na akacheka pole. Mara hii tunaweza kusaidia wengine badala ya kuogopa, Moses alitabasamu na kuona furaha ya kweli. Ndiyo baba, sasa naweza kuwa nani nilivyotarajia kuwa. Wote waliketi kando ya msitu, wakijua maisha mapya yameanza na walikuwa pamoja. Siku ya mwisho, Moses aliketi kando ya Jamal, kando ya ziwa la Kakamega, akitazama machweo. Walikuwa wamesafiri mbali kutoka huzuni na siri. Jamal akasema, baba sasa, nina furaha kweli, nimeona maana ya upendo na familia. Moses akamkumbatia, ndio mwanangu, pesa haziwezi kubadilisha maisha, upendo na huruma ndiyo muhimu zaidi. Wote waliketi kimya, lakini furaha ilikuwa kubwa moyoni mwao. Jamal sasa alikuwa tayari kuongoza mradi wa jamii, kueneza upendo na kusaidia wengine. Moses alijua safari ya kurudisha mwanawe kuvunja huzuni na kuunda upendo wa kweli imefanikiwa. Na kwa mara ya kwanza, ziwa la Kakamega lilionekana kama ishara ya maisha mapya, amani, furaha na upendo wa kweli.